Karibu katika mambo yetu. Leo tunaangalia mambo ya kiafya kuzingatia kila wiki ili uwe na afya bora. Afya bora inahitaji mpangilio mzuri wa maisha ya kila siku, ili kuhakikisha unajikinga na magonjwa na kuwa na mwili wenye nguvu. Kuna mambo muhimu ya kiafya ambayo unapaswa kuzingatia kila wiki, yaani kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, ili uwe na afya bora. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye kurasa huu, tafadhali usisahau kusubscribe ili uwe unapata maudhui yetu pindi tu tunapo ya upload. Jambo la kwanza, lishe bora na mlo kamili. Hakikisha unakula matunda na mihogo, majani, mboga za majani kila siku, kwa sababu zina vitamini, madini na nyuzinyuzi zinazoweza kuboresha kinga ya mwili. Punguza matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, mfano mafuta mabaya na vyakula vinavyosindikwa. Kunywa maji ya kutosha, angalau glasi nane kwa siku, yani lita moja na nusu na kuendelea, ili kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kuondoa sumu mwilini. Jambo la pili, mazoezi ya mwili. Pata angalau dakika mia moja hamsini za mazoezi Wastani kila siku, mfano kutembea, kukimbia, kuogelea au kucheza michezo, yaani uangalau dakika 30 kwa muda wa siku tano, yaani kati ya siku saba siku tano fanya mazoezi. Fanya mazoezi ya kunyosha mwili, stretching, na nguvu strength training angalau mara mbili kila wiki ili kuimarisha misuli na mifupa. Usingizi wa kutosha. Hili ni jambo la tatu. Hakikisha unapata usingizi angalau masaa saba hadi tisa kwa siku, ili mwili upate muda wa kujijenga upya na kuimarisha kinga. Epuka matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki muda mfupi kabla ya kulala. Lala na kuamka muda ule ule kila siku, ili kuweka ratiba bora ya usingizi. Jambo la nne, dhibiti msongo wa mawazo, yaani stress management. Tafuta muda wa kupumzika na kufanya mambo unayopenda kama kusikiliza muziki, kusoma vitabu, au kufanya mazoezi ya kutafakari meditation. Epuka mazingira yanayokuletea msongo wa mawazo na tafuta mbinu za kutafutua changamoto zako bila wasiwasi mkubwa. Jambo la tano, usafi wa mwili na mazingira. Osha mikono mara kwa mara ili kuzuia magonjwa yanayosababishwa na bakteria na virusi. Safisha mazingira yako, chumbani, kazini, au maeneo mengine unayotumia mara kwa mara. Badilisha mashuka na nguo za ndani angalau mara mbili kwa wiki ili kudumisha usafi. Jambo la sita. Kupima afya mara kwa mara. Pima shinikizo la juu la damu, sukari, kolesterol angalau mara moja kila baada ya miezi mitatu au kila mwezi ikiwa una hatari ya magonjwa yasiyoambukizwa. Wanaume na wanawake wenye umri wa miaka 40 na kuendelea wanashauriwa kufanya uchunguzi wa saratani ya kibofu, matiti au shingo ya kizazi kulingana na ushauri wa daktari. Jambo la saba, kuepuka tabia hatari. Epuka matumizi ya pombe kupita kiasi na uvutaji wa sigara, kwani vinaweza kusababisha magonjwa sugu kama kansa na magonjwa ya moyo. Epuka kula chakula kingi sana usiku, ili kuepuka matatizo ya mmeng'enyo ya chakula na uzito kupita kiasi. Kwa kufuata mwongozo huu kila wiki, utaimarisha afya yako, kuongeza nishati mwilini na kupunguza hatari ya magonjwa sugu. Hivyo basi, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe, ku like na kushare video hiyo kwa marafiki. Ulikuwa nami daktari Lenikomba, tukutane katika mada